Sungura mjanja. Hapo zamani za kale sana, kabla binadamu hawajaenea kila pembe ya dunia, kulikuwa na msitu mkubwa wa kijani kibichi wenye miti mirefu iliyogusa mawingu na vichaka vilivyojaa sauti za ndege na wadudu. Ndani ya msitu huo waliishi wanyama wa kila aina, wakubwa kwa wadogo wenye nguvu na wasio na nguvu, lakini wote walikuwa na kanuni moja: kila mmoja amheshimu mwenzake. Lakini kulikuwa na mnyama mmoja aliyependa kujiona bora kuliko wengine wote, Sungura. Sungura alikuwa mdogo kwa umbo, lakini akili yake ilikuwa kali kama wembe. Alikuwa mwepesi wa kukimbia, mjanja wa maneno na mwenye kiburi kilichopita kiasi. Kila alipokaa na wanyama wenzake alijigamba, hakuna anayenifikia kwa akili, hakuna anayenishinda kwa kasi. Siku moja alipomwona kasa akitembea taratibu taratibu kama jani linalopeperushwa na upepo mdogo, sungura alicheka kwa dharau hadi machozi akamtoka. Wewe kasa alisema sungura kwa sauti ya kejeli, si mzigo unaotambaa tu? Hata jua likizama bado uko hatua ya kwanza. Wanyama wengine walinyamaza, walimfahamu sungura, maneno yake yaliumiza. Lakini kasa hakuwa mwepesi wa hasira. Kwa utulivu wa ajabu, kasa alinyanyua kichwa chake taratibu na kusema kwa sauti nyororo lakini thabiti, Sungura, kama unahakika sana na kasi yako, hebu tushindane mbio. Kwa muda mfupi msitu mzima ulitulia, kisha kaa. Sungura alicheka kwa nguvu, akajilaza chini akishika mbavu. Mbio mimi na wewe? Hiyo ni kama mawingu kushindana na mchanga. Lakini mashindano yakapangwa, siku ikafika, wanyama wakakusanyika, ndege wakapiga kelele juu ya miti. Punda milia na swala wakasimama mstari wa mwanzo. Tayari, mbio! Sungura aliruka kama mshale uliotoka upunde. Ndani ya sekunde chache tu, kasa alikuwa ameonekana kama nukta ndogo nyuma. Sungura akasimama akaangalia nyuma, akatikisa masikio kwa dharau. Huyu mpaka afike hapa, mimi nitakuwa nimeshaota ndoto saba. Akaona mti mkubwa wa mwembe, kivuli chake kikitanda vizuri, upepo mwanana ukivuma, akaegemea akasinzia fofofo fo. Mda ukapita jua likasogea angani. Kasa kwa hatua ndogondogo zisizokata tamaa, akapita kimya kimya, hakusema neno, akavuka mstari wa mwisho. Ghafla kelele za shangwe zikapasua msitu. Kasa ameshinda! Sungura alishtuka usingizini, macho yakiwa mekundu, akatazama pande zote, na hapo ndipo aibu ilipomkama koo. Wanyama walikuwa wanamshangilia Kasa. Kwa fedheha kubwa, sungura alikimbia bila kuaga, akaacha kijiji na kuingia msitu wa mbali, moyo wake ukiwa mzito kwa aibu na hasira. Siku zilipita. Msitu ulikuwa mkavu, chakula kilikuwa adimu, sungura alianza kudhoofika. Siku moja akiwa amekaa chini ya mwamba, tumbo likinguruma kama radi, aliona jambo la ajabu: ndege wakijiandaa kuruka kuelekea mbinguni, wakipiga nyimbo za furaha. Waliimba, tunaenda karamu ya mbinguni. Macho ya sungura yakangaa, mimi nina njaa kali na hawa wanaenda kula mbinguni. Akatumia ujanja wake, akajifanya mpole, akawasaidia ndege kupanga manyeo yao. Kwa sauti ya unafiki, jamani, nyinyi ni wazuri sana, lakini ningependa tu kuonja baraka ya mbinguni. Akawaomba unyoya mmoja mmoja kwa huruma. Ndege wakampa unyoya mmoja mmoja, sungura akajibandika, akapata mabawa ya muda Walipofika mbinguni, sungura akasema kwa sauti ya hila, hapa mbinguni kila mtu lazima awe na jina la sifa. Mimi naitwa Nyote. Karamu ilipoletwa, malaika wakasema, chakula hiki ni chenu nyote. Sungura akacheka, mmesikia? Ni changu. Akala kila kitu, ndege wakabaki njaa na hasira. Kwa hasira kila mmoja akang'oa manyo yake. Sungura akabaki hewani hana mabawa, akapiga kelele, nadondoka, tandikeni majani! Lakini ndege walitandika mawe na mashoka. Paa, mgongo ukapasuka, miguu ikawa ya kurukaruka. Baada ya muda, sungura alipona kidogo, lakini alikuwa dhaifu. Wanyama wakaanza kumuunda Siku moja alikutana na simba na chui, akaona mti mkubwa wa mizizi mirefu, akaingia shimoni nusu ya mwili na kupiga kelele, mbingu inaanguka, shikeni mti! Simba na chui kwa hofu wakashika mti, sungura akatorokea upande mwingine wa shimo, akala majani yake, akatoweka porini. tangu siku hiyo Sungura hakuwahi kurudi tena kijijini. Funzo: akili ni mali kubwa, lakini ikizidi bila busara inaweza kukuponza au kukuokoa. Mjanja bila maadili huishi kwa hofu, lakini mwenye hekima huishi kwa amani.